Kuyaamini maombi yako unayaomba ili Mungu aweze kuyajibu. Yaani, amini sana kile unachokifanya. Watu wengi wanafeli sana, kwa sababu wanaomba iaji. Unapoomba maombi yako ni lazima uamini. Inawezekana gereza lako ni mapenzwa ama ni i umaskini ama ni kukataliwa. Ni lazima uchai mba ninachoka kwenye gereza hili. Say, amen. Say, amen. Amen. Na nitainuka upote sana uwe kwenye mikwamo sana, sana. Danieli ni mtu mmoja ambaye alipigwa sana, walimtumia paka sima kwenye shimo. My God walisikia maombi yake, lakini akasema no, nitamwabudu Mungu hai. Danieli, kuna eneo lingine walifunga kabisa mpaka kuku kula kura wahakikishe wanazuia maombi ya huyu nabii au ukitwa okay, nabii uwe na moyo mkubwa. Manabii wanazungumuzwa sio wa wachungaji, wachungaji wenu wanasikiza, waangalieni manabii wanaojitokeza, hawaseni, waangalieni wachungaji wanaojitokeza. Wachungaji wangapi wamejitokeza? Kila mchungaji tu aliyetoka chuo anataka uchungaji, na sauti zao zii walizo nazo za kukutisha. Haleluya, Yesu anaokoa. Usitutishe, asa situtishi kwa sauti hiyo chungazi, chungazi si kuweka sauti ya mikoromo ya simba hapa. Lakini pamoja na kusema walikuwa kizuia, Daniel anawakilisha nani? mbele simba wamefunga wajana wakikisha Danieli ana dead wewe, waliokaa mbele yako na wajua wamekuwekea kitu gani? Simba wanamzunguka Danieli aliwe kwa nini?